Sasa basi kuna mtu bwana amejaribu kuvunja kitasa chetu. Uh, tunatumia smart door lock okay? ina fingerprint ina kadi ina, ina input ya numbers. basi baada ya kujaribu kuvunja hii kitu kuingia ndani ameshindwa kupata access. Maana yake ina mechanism ya kusaidia kwamba mtu akijaribu kufungua kwa nguvu, basi yenyewe inajifyatua kwenye mechanism na kitasa kinakuwa kama hivi kinalendemka ili kisimpe mtu access. Hiyo ni faida moja kubwa sana ya kutumia smart door lock sasa hivi kama una uhakika mtu akija kwenye kitasa chako akijaribu kuvunja, hawezi kuingia. Na uzuri mmoja, kurudishia ikae stiff, ikae vile inatakiwa kukaa, ili ifanye kazi ni rahisi tu. Kwa hiyo tuta, tutakifungua kwenye screws zake, tutaondoa hii chemba, tutairudishia mechanism yake inavyotakiwa kuwa, alafu utarudi kuwa active na mtu yote, muda mwingine akija akijaribu tena kulazimisha kupata ile forceful access, itamfanyia hivi tu yeye, yeah, itatoka ita atashindwa kupata access, lakini sisi tukirudi tutaweza kukirudishia tena kama kinavyo na hiki kiko ofisini kwetu sisi tunakitumia kila siku. Ngoja tukakifungue na kukitengeneza tu. Na uzuri moja uzuri moja wa smart door lock bana, hauhitaji kuwapa watu wako wengine funguo ile ya fiziko. Tumeshazoea ofisi zetu nyingine, ukitaka mtu aingie anaingia mapema, sijui kuna mwingine anataka kuingia kufanya kazi usiku, basi inabidi umpe mpe ile funguo kabisa physical, yeye akifika ndo aanze kufungua mlango na kuingia. Hiki kinamruhusu mtu kujipa access muda wowote, alafu bado wale administrators kwenye mfumo mzima wanaweza kuona nani kaingia saa ngapi. Inakuwa rahisi kutrack, inakuwa rahisi kutrack ambao ni kitu, kitu tunahitaji maofisini kwetu, lakini pia tunahitaji kuwapa watu wetu access muda wote kwamba 24/7 ajue mimi nikiingia ofisini basi nina access na ofisi na sio mpaka nimsubiri mwenzangu mwenye funguo ndo aje kunifungulia. Napenda kufungua hizi screw na mashine kidogo, inafanya inakuwa a bit, a bit more easier na hautumii nguvu nyingi, unaona bana